Wakilishi wa kinamama kaunti ya Nairobi Rachel Shebesh amewatetea vikali wabunge wanawake waliochaguliwa kama wawakilishi wa kaunti wa. Shebesh anasema kwamba serikali haiwatambui kinamama, na angemtaka ange rais Uhuru Kenyatta asiupitishe mswada utakao wakataa wawakilishi wa, wa kina mama kufutiliwa mbali. Vilevile alishutumu serikali ya rais Uhuru Kenyatta akisema kwamba imefeli katika kuondoa visa vya ufisadi na kuelekezea kidole cha lawama mishahara ya wabunge. Shebesh alikuwa akisema haya katika hafla ya kutoa mchango wa chakula kwa kina mama wazee katika kitongoji cha Huruma hapo kwenye barabara ya Kiambu. Pendekezo hilo linapania kufanyia mabadiliko katiba ili iwapunguze baadhi ya magavana, maseneta, wabunge eh, kwa ujumla kama njia mojawapo kupunguza bajeti ya serikali kwa kutumia fedha vibaya. Yeah. <tiega> Sisi pia tulichaguliwa, si hata Madam Shebesh aliomba kura ama alikuwa nominated? Hata yeye alichaguliwa. Tulichaguliwa sawa na wabunge pia. Sisi tunataka hii wage bill iende chini kabisa.